Saikatul mauti itaonja mauti, ita mauti. Wanabluukum, hapa duniani tunakujaribuni. Bisharri wal khairi, fitna kwa mambo mazuri na mengine mabaya, uli wa mtihani kwenu nyinyi. Wa ilaina turjauna, na kwetu sisi mtarejeshwa tu. Halafu zaidi ya hayo yamekuja mengine kama kila nafsi inaonja mauti malaika mbele kule watakuja kujidhani kwamba wao labda si katika nafsi za binadamu, wao ni katika ajisamu nuraniya. Kullu shay'in halikun, kila kitu kitakufa, ikiwa nafsi za binadamu na ajisamu nuraniya. Kullu kullu shay, kila kitu. Sasa halikun wa yabda illa wajhahu, isipokuwa dhati yake mzingo peke yake. Wasmahuli maratan ukhra Nichukulieni tena vile vile uvumilivu mara nyingine, an antaqila, niondoke kidogo, bihadharatikum, kwenye hadhara yenu. Alana, tusogee kidogo ila baiti alhabib, kwenye nyumba ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kama kwamba tunajiona toko pale siku za uhai wake. Kuna kitu nataka kwenda kuchukua, kina faida kubwa, linaltaqita almashhada alakhira, tukaokote pale pahala

inqalabtum ala aqabikum, ndo mgeuke kwenye visigino vyenu mrudi nyuma. Waman yanqalib ala aqibaihi, na mwenye kugeuka nyuma kwenye visigino vyake ajue tu hasarani yake yeye. Falan yadhurra llaha shay'a, hatumdhuru Mwenyezi Mungu chochote. Wasayajizillahu shakirina, Mwenyezi Mungu bado ataendelea kuwalipa watakaoshukuru. Mambo yalikuwaje katika wakati wa mwisho? Ujitayarishe na wewe time hiyo inakuja. Sasa iko siku itakuwa ni siku ya mwisho. Walikukusanyikia watu siku ya kuzaliwa binadamu, wakapokezana watu, wamefurahi wewe, unalia huko, watu wamefurahi. Na walikukusanyikia watu tena siku ulipoingia kwenye maisha ya ndoa, siku ulipokabidhiwa mke au mume, kakabidhiwa mwanamke, walimkusanyikia watu siku ile kwa furaha kubwa na watakukusanyikia tena watu siku ya kuondoka duniani pia vile vile. Hapo sasa kwenye fainali, yategemea maisha yako namna gani umeyaendesha duniani. Wakati watu siku hiyo watakuwa nalia kwa kifo chako, angalau wewe una moyo umetulizana, umefurahi, unarejea kwa mola wako, mola wako ameridhika na wewe, lakini